Zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka nchi za kigeni wamewasili nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya Hija ya mwaka huu, na leo Alhamisi Juni 5, mwaka 2025, ndio siku ya kupanda mlima Arafat kama sehemu ya ibada hiyo takatifu kwa Waislamu wote duniani, msemaji wa serikali ya Saudia amesema. <tipa> La mulk, la Hija ni mojawapo ya nguzo tano za Uislamu, ambayo ni ibada ya lazima kwa kila Mwislamu ambaye ana uwezo wa kifedha na kiafya kuitekeleza. Msemaji wa Wizara ya Hija, Ghassan Al-Nuwaimi, alitoa makadirio ya idadi ya mahujaji wa kigeni wanaoshiriki katika hija mwaka huu lakini hakutaja idadi ya mahujaji wa ndani ya nchi. Mwaka jana mahujaji wahujaji kutoka nje ya Saudi Arabia walifikia milioni moja laki sita na elfu kumi na moja mia tatu na kumi na kuanzia jana Jumatano Juni 4 mwaka 2025 mahujaji walianza kumiminika katika eneo la Arafat, baadhi yao wakitembea kwa miguu, wakiwa wamebeba mizigo yao katika joto lililokaribia nyuzi joto arobaini Selsiasi. Baadhi ya mahujaji walikaa chini kupumzika au kula kabla ya kuelekea kwenye kambi zao. Mlima Arafat, ambao ni kilima chenye mawe mashariki ya mji mtakatifu wa Maka, una umuhimu mkubwa katika Uislamu. Arafat umetajwa katika Kurani na ni mahali ambapo Mtume Muhammad anasemekana alitoa hotuba yake ya mwisho katika hija yake ya mwisho. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, siku ya Arafat ni siku takatifu zaidi ya mwaka, ambapo Mwenyezi Mungu huwakaribia waumini wake kwa kuwajibia dua zao na kwa samehe dhambi zao. Mahujaji hukaa Arafat kwa maombi na kutafakari baada ya swala ya alfajiri hadi baada ya macheo ya jua. Baada ya macheo siku ya leo Alhamisi, mahujaji wataelekea katika eneo tambarare la jangwani la Mosdalfa ili kukusanya mawe kwa ajili ya ibada ya ishara ya kumpiga shetani. Saudi Arabia imetumia mamilioni ya dola kuweka mikakati ya kudhibiti umati wa watu na kuhakikisha usalama wao, lakini idadi kubwa ya wa washiriki huleta changamoto kubwa katika kuimarisha usalama wao. Moja ya changamoto kubwa katika miaka ya hivi karibuni ni joto kali. Mapema wiki hii, waziri wa afya Fahad Abin Abdurrahman aliambia shirika la habari la AP kuwa miti elfu kumi imepandwa kwa ajili ya kutoa kivuli zaidi. Uwezo wa vitanda vya hospitali umeongezwa na idadi ya wahudumu wa afya wa dharura imeongezeka mara tatu. Imeeleza kuwa zaidi ya mahujaji elfu tatu kutoka nchini Tanzania na wamehudhuria ibada ya hija mwaka huu nchini Saudi Arabia. Global TV inatakia Waislamu wote ibada njema ya hija la bai, la bai kala, la